Tuelekee kwake Sharon Nkonge akiwa kaunti namba 31 ambapo katika eneo la Laikipia elimu imegeuka kuwa mapambano ya kila siku dhidi ya hali ya hewa, njaa, kutelekezwa na ukosefu wa usalama. Katika shule ya chekechea ya Namunyak, miti imekuwa madarasa na vitabu ni vya ardhini na usalama hauna uhakika. Huyu hapa Sharon Nkonge na taarifa kamili. Upepo mkali unavuma ghafla, katika shule ya chekechea ya Namunyak vumbi linapaa hewani likimlazimu mwalimu kukimbia kutoka chini ya mti alipokuwa akifundisha. Vitabu na makaratasi yanarushwa na kusambaa kote shuleni, huku wanafunzi wakijisitiri kwa kufunika nyuso zao na kushikilia vitabu vyao vichache, upepo na jua vikiteka kabisa nafasi ya darasa. Watoto ni wengi hapa, niko na watoto sitini na sita lakini wengi wako nyumbani kwa sababu ya klasi, kwa sababu sina darasa. Wazazi wao wanasema watoto wanagonjeka juu ya upepo, wanagonjeka masho juu ya vumbi, sasa wako nyumbani, wamejaa kijijini. Wanafunzi hapa wanasoma chini ya miti. Hakuna darasa, hakuna madawati wala vitabu vya masomo. Watoto hukaa chini kwenye ardhi kavu, wakiandika kwenye vumbi kwa kutumia vijiti kama zana zao pekee za kujifunzia. Darasa hatuna viti sasa, hata kama hatuna darasa, sisi ni viti tuko nazo hatuna. Sasa sisi ni kujikakamua tu kukaa kwa hii kifuli hii kifuli, tumekaa miaka tatu Three years, na bado tunakaa tu kwa hii kifuli. Watoto wanaandika chini shini, hawana vitabu, hawana blackboard, walimu hawalipwi. Hii ni kijiji tu, wanashikana wanawapea hiyo kitu kidogo kidogo, ili waweze kujisaidia kwa familia zao, zao. Mwalimu hutumia kijiti kuchora herufi na nambari ardhini. Hakuna vyoo, jambo linalowalazimu wanafunzi kutumia vichaka vilivyo karibu, hali isiyo ya heshima na isiyo salama kwa watoto wadogo wenye umri wa miaka mitatu na minne ingawa shule ina takriban wanafunzi sitini waliosajiliwa, idadi yao hupungua kila siku. Jua kali, upepo mkali na mazingira magumu ya kujifunzia yamewafanya watoto wengi kuacha shule. Watoto wanagonjeka juu ya baridi, juu ya upepo so hiyo ndio changamoto ingine kubwa tuko naye hapa na machakula chakula, hawana chakula wakikuja shule. Kesho hawatakuja shule kesho kutwa. Unaona watoto ni wengi, lakini kesho hawatakuja shule juu ya njaa. Kuna kitu kama toilet ha? hakuna mahali tunaweza sema hata watoto wanaweza jisaidia, wanajisaidia wakichakani. Okay, okay, hatuna darasa. Walimu mwenyewe mwalimu ni mwanadada mwana, mwana na ukijaribu kuangalia in uh, ladies. Wanapitia changamoto mingi sana si mtu wa kukimbia na kuenda kujisaidia msituni. Licha ya changamoto hizo, watoto hawa bado hurudi shuleni wakiwa na matumaini, wakitamani kujifunza, wakishikilia ahadi kwamba elimu siku moja itabadilisha maisha yao. Kuna pesa mingi za akaunti ambazo zinajenga ECD classes. Wakuje Governor Joshua Irongo mahali popote ulipo, uh, ninakuomba kama mmoja wa wazazi wa hawa watoto ukumbuke kimagandura hapa Namunyak, kwa sababu hatuna hiyo da, hatuna darasa, hakuna kitu tunaweza kuambia wako naye. Naomba serikali ya Laikipia, tafadhali tuondoe hii aibu iko hapa, sababu serikali iko na pesa, serikali iko na uwezo na kuna viongozi wenye wako hapa. Mimi naomba badala ya kutuletewa ma, maharagwe na mahindi, si afadhali tuletewe darasa. Kadri upepo unavyoendelea kuvuma na vumbi kujaa hewani, mustakabali wa Namunyak unaendelea kuwa shakani. Wakazi sasa wanaomba serikali na wafadhili kuingilia kati kabla kizazi kizima hakijaachwa nyuma. Sharon Nkonge, runinga ya Citizen, kaunti ya Laikipia. Nam utapata sehemu kama hiyo ina MCA